Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia kwa msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa na kamanda wa polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, imekanusha vikali tuhuma za utesaji na unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanaharakati wawili kutoka Uganda na Kenya, Bonifasi Mwangi wa Kenya na Agather Atuhaire kutoka nchini Uganda. Kamanda Muliro ameiambia BBC kuwa iwapo wanaharakati hao waliteswa walipokuwa Tanzania, basi walipaswa kutoa malalamiko rasmi katika mamlaka husika kwa ajili ya uchunguzi. Amesisitiza kuwa madai yao, yanayodaiwa kutolewa nje ya mfumo wa rasmi wa sheria, ni maoni yasiyofaa kuchukuliwa kama ushahidi wa moja kwa moja. Kama wangekuwa hapa, ningewashirikisha ningewauliza, wanasema nini, wanamaanisha nini? Katika sheria mambo hayo yanaitwa ushahidi wa utetezi au utetesi, amesema Muliro akizungumza na DW Kiswahili. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alisema madai ya unyasaji huo hayana msingi wowote na, na ana lengo la kuichafua sura Tanzania kimataifa. Hii nchi ina heshima zake, inaheshimiwa na kila mtu na watu wote wanaifahamu Tanzania. Wao si watu wa kwanza kuja Tanzania, watu wengi wamekuja Tanzania kama wao wanakwenda kuzalisha tuhuma zao za uongo, wacha waendelee kufanya, lakini Tanzania haiko hivyo. Wao walivunja sheria, wamechukuliwa hatua, alisema Msigwa. Aliongeza kuwa wanaharakati hao walivunja sheria za nchi na kuchukuliwa hatua kulingana na taratibu, na alitahadharisha dhidi ya watu wanaotaka kulazimisha siasa na tamaduni za nje ya nchi ya Tanzania. Kundi la mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya likishirikiana na chama cha mawakili wa Kenya limeitaka jumuiya ya kimataifa na jumuiya ya Afrika Mashariki Tanzania kuwachukulia hatua maafisa wote wanaodaiwa kuhusika na mateso dhidi ya Mwangi na Atuhaire. Katika mkutano wa waandishi wa habari jijini Nairobi, wanaharakati hao walidai kuwa wakiwa chini ya mamlaka ya polisi Tanzania walipigwa, kunyanyaswa na hata kubakwa